Zama, kama nilivyokuelekeza, yani mshikaji akasha kufa kaoza. Huu jamaa anakuelewa ni vibaya mno, anakupenda hebu, e elewa basi Kiswahili, yani hapa kwenye moyo wake tikatika, aelewi chochote, aambiliki. Ndio maana nimekuja, nimekuelekeza ili ujue mshikaji anakukubali Kevo.

Chochote unachokitaka anakupa. Yaani, wewe taja hela yoyote, yeye anaitoa fresh. Nisikilize, mi sitaki hela, sitaki chochote, sijakupendea hela, na mi sitaki hela za mtu yoyote. Mi nimekwambia nakupenda wewe, sitaki hela za rafiki yako wala nini. Ningemwelekeza mshikaji, anamtonya huye, anakupa chochote unachokitaka anza kuniambia ananipenda mimi, si si mambo ya kuharibiana. Aa, mademo bora wana yego kaka mwana